Beauty makeup artist, natumaini u mzima wa afya mwenye nguvu na amani tele. Na nafurahi tena tumekutana siku ya leo, na kwa mara nyingine tena tunaenda kufanya makeup, tunaenda kufanya series nyingine katika hii wiki. Kama unavyoona nimeanza tayari nikiwa nishaandaa nyusi zangu, nilikuwa tayari nishaandaa uso wangu kwa ajili ya kupaka makeup na hiyo foundation tulianza nayo mwanzo ilikuwa ni La Girl Pro concealer, lakini pia inatumika ni kama foundation. Kipenzi changu, kitu nataka ni kujulishe katika makeup sana sana ni kublendi. Kama wewe na kublendi mligombana, basi najua hii kazi ya makeup itakushinda. Kublendi ndo kitu pekee kinachoweza kukupa wewe mwonekano mzuri na kazi yako ikaonekana safi, kama unataka kufanya kwa ajili ya biashara au unataka kufanya kwa ajili yako mwenyewe, blendi ndo siri pekee ya wewe kupata kitu kizuri. Hakikisha kama unataka kujifunza makeup, uwe pia unafanya mazoezi, unafanya mazoezi mara kwa mara, aidha usoni kwako au unamfanyia mtu usoni kwake, haijalishi lakini kikubwa ni wewe kuwa unafanya mazoezi haya. Kama hapo unapoona, hii step inaitwa highlight and contour, highlight and contour. Highlight and contour ni ile hatua ambayo inaweza kukufanya wewe ukapata mwonekano wa shape ya sura yako unayoitaka. Nikisema shape ya sura yako unayoitaka, ninamaanisha kwamba hakuna binadamu ambaye sura yake imekaa kama yai kwamba haina milima na mabonde. Lazima kutakuwa kuna zile sehemu ambazo ni zina catch up mwanga au zinakuwa ziko daki kidogo, kwa sababu ya bonde au mlima ambao uko usoni kwako. Kwa hiyo, hii step ndio inafanya kuziweka zile sehemu zikakaa sawa. Kwa maana hiyo, hakikisha hizi sehemu nilizopaka mimi ndizo utakazopaka na product. Mimi niliyotumia, nimetumia abicham concealer hiyo, kwenye hiyo, kwenye hiyo highlighting nimetumia bicham concealer, na kwenye contour pia nimetumia bicham concealer ambapo ku pembeni umeona kama nimepaka ambayo iko dark kidogo kuzidi rangi yangu, na hiyo blusher pia nimekuta katika seti ya bicham. Narudia tena, Dear makeup artist, kazi ya makeup ipo kwenye kublendi tu. Ukiweza kublendi ngozi yako ikawa ika, ika, ika smooth, au kila kilichoingia katika uso wako, kila product iliyoingia usoni kwako ukaiblendi vizuri, ndipo utakapopata muonekano unaohitaji kama unavyoona hapo. Mimi natumia muda mwingi sana kwenye kublendi kuliko chochote, kwa hiyo hiyo blending ndio itakufanya wewe upate mwonekano wako mzuri ambao ulikuwa kumulenga na kama unavyoona ninakuwa ninatumia brashi tofauti tofauti. Usitumie ile ile brashi moja kwenye kufanya vitu vyote hivyo, kwa sababu pia hautopata kile kitu unachokihitaji, kwa sababu utakuwa unahamisha ile product ya huku unaipeleka huku, na toa ya huku unaipeleka huku, alafu utakuwa ni unafanya kazi bure. Haya, hapo ulikuwa ni muda wa mimi kukuntua poa yangu ili tuweze kupata shepu ya pua ambayo nye ni nyembamba. Ni wewe sasa utaamua upate shepu ambayo ni nyembamba au ni pana, ni juu yako. Haya, kitu kingine ni hiyo setting powder, hiyo ni kwa ajili ya kufyonza au kukuweka sawa katika uso wako. Kama hivyo unavyoona ninapaka zile sehemu ambazo nili highlight nilipaka ile kama nyeupe concealer, kwa hiyo ndio tunarudi tena kwa ajili ya kupaka poda ili kuondoa mafuta mafuta ambayo sio muhimu. Na baada ya hapo nilichukua hiyo poda yangu, hiyo ni poda ya Bicham, nayo iko full set kwa mtu mweupe, kwa mtu mweusi. Jamani, ni poda nzuri sana, kama unavyoona inavyofanya kazi kwenye uso wangu. Ni poda ambayo ina inina ina, ina, ina lock mafuta yote yani, naweza nikasema inalock sijui nisemeje kwa lugha ya Kiswahili lakini ni kama inazuia mafuta yote. Na baada ya hapo nikaanza kukontua zile sehemu ambazo nilikuwa nimekontua nime sitoitoa hilo hiyo poda kwa wakati huu kwa sababu nimeibek e au nimeiweka kwa ajili ya kuendelea kufanya hata eh, sijui ni kwa nini lakini nimeamua niiweke nime wakati nikiwa naendelea kufanya eyeshadow haya, nikaja kwenye eyeshadow nikawa nimetumia hiyo white concealer. Jamani, ile concealer nyeupe katika seti ya, ya, ya foundation yako au concealer yako usiiache na ukaitupa ni nzuri sana kwenye eyeshadow. Kama unavyoona hapo, mimi nilichukua ile nyeupe ikawa kama transition, na nimeipa kuipaka vizuri kabisa kwenye jicho langu na kuanza kuiblend. Jamani, blend mpaka utakapoiona imekaa sawa kabisa na jicho lako, na baada ya hapo nikaa nimechukua hiyo poda kwa ajili ya kulock. Ni kama tu nilivyo lock na hiyo hiyo banana poda na ndivyo ninavyokuja kui bake tena, na huko, yani ninakuja kuseti ili kusudi isihame au ikabams. Na baada ya hapo ninaanza kupaka ishado ambayo nilikoko nimeizamiria katika jicho langu. Hiyo ni ya orange, inaenda kama kwenye wekundu au kama kwenye maruni, yani iko hapo lakini ni orange hiyo. Basi nikaanza kupaka kwenye jicho langu na then nikaanza ku, jamani, makeup ni kud, kila utakachokipaka hakikisha una kiblendi kikae vizuri sehemu yake husika kwa hiyo kila hatua nikawa napaka na blend. Hiyo ni, ni, ni, ni kama brown brown orange, au nitaga gold brown ambayo nimekuja kupaka hapo tena kwa mara ya pili, na nitai blendi mpaka pale nitakapoona imekaa sawa, kabla sijaja kuweka ile final touch ya eyeshadow yangu. Yes, na hapo ninakuja tena, ninarudi kwenye ile orange kwa ajili ya kublendi ikaye vizuri. Nikaja nikachukua dark brown, dark brown, hiyo brown iko very dark. Sema tu naona huku imekuja kuwa kama inataka kuelekea kwenye umaruni, lakini haikuwa ni maruni, hiyo ni dark brown. kwa hiyo utaipaka and then utarudi kwenye ile ile ile ya kwanza ile eyeshadow yako ya kwanza ambayo ulipaka kama transition kwa ajili ya ku ikontua. Samani guys, kuna iko kipande cha nilichokuwa nimebandika kope na kuchora eyeliner, sikuweza kukiweka kwa sababu kiliharibika, kilikuwa kuna namna kiliharibika. Kwa hiyo sikuweza kukiweka, and then nitakuja kufanya finishing kwa ajili ya kuitoa ile poda ambayo nilikuwa nimeibeki mwanzo, na unaona matokeo ndo kama haya and then nikachukua blasha yangu, nikaanza kupaka katika hizo cheekbones. Wanaitaka hizo cheekbones, jamani, wanajua wenyewe hizo naniliza mashako. Nikapaka pia highlighting kwa ajili ya kupata mwonekano mzuri zaidi. Napenda nikiwa na glow kama hivyo, yes. Jamani, nazidi kuwakumbusha, hakikisha wewe unayejifunza, kwanza ufanye mazoezi. Pili, hakikisha una blend, unatumia muda wako mzuri katika blending, ndio utakapopata makeup yako itakuwa na mwonekano mzuri yaani. Hakikisha una blend mpaka wewe mwenyewe ujiulize, jamani, hii kazi nimefanya mimi? Haya, tukaja tukahamia kwenye lipsi zetu. Hiyo ilikuwa ni light brown, nikaana niliitumia kwa ajili ya kushepia mpaka wa lipsi labda niseme hivyo, hiyo boundary ya lipsi, na nilifanya kama overlipsing hivi kwa sababu naona ndo ina huwa inakaa vizuri. And then nikachukua concealer yangu kwa sababu lipstick ambayo nilikuwa naitaka nilikuwa sina, kwa hiyo nikachukua concealer nikajaribu kuitumia kama lipstick. Nikaona mm, nikaona kama haijakaa vizuri, basi nikaenda nikaidaki kidogo na I, na eyeshadow jamani. Wewe kutumia hivyo vitu sio dhambi. Nikaidaki kidogo na eyeshadow, unaiona hapo, ingaji nilikuwa sijaweka pia, nikawa nimedaki nime kidogo na eyeshadow, nikaona yes, nimepata kali ka maonekano ambacho nilikuwa nataka. Jamani, here we go guys, enjoy until next time. Nawapenda sana mashabiki zangu, bye.